Mimi niseme tu kipekee nimshukuru sana sana sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefungua milango. Alipofungua milango matunda ya kufungua milango ndio haya tunayaona sasa. Leo unaona hata wafadhili hawana wasiwasi kuja kutusaidia. Kwa nini? Kwa sababu amefungua milango. Kwa hiyo na mimi niseme sisi waheshimiwa madiwani na Mheshimiwa Mbunge wote kwa pamoja tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais, Mungu ampe maono mengine makubwa, hata kwenye hii miaka mingine mitano milango iendelee kufunguka. Shule za sekondari tusizungumze tena hizi nalo tujengea, tutategemea ndani ya miaka mingine mitano, ndani ya kata zetu zilizobakia tutakwenda kuwa na sekondari, na baada ya muda kila kata itakuwa na sekondari ndani ya wilaya ya Monduli. Nishukuru na kupongeza kazi ambayo watu wa Meserani Project wameifanya kwa wilaya ya Monduli. Wamefanya kazi kubwa kwa miaka mingi, na leo tunakuja kuiona wakati tunatembelea kufungua bweni. Kwa kweli kazi ni kubwa nzuri. Uh, uh, ndugu yangu Loti, Mheshimiwa Diwani, ni kupongeza kwa kazi hiyo kubwa unayofanya. It's a pleasure to provide this building and the dormitories and the digital technology sababu amejengea mabweni mawili yale tayari yamejaa. Kwa hiyo nikaomba tena kwamba tuna shortage mabweni mengine, kwa hiyo tumeanza msingi pale. Kwa hiyo mwenyekiti, kufurahisha, unaweza pia ukatembelea mabweni pale <laughs> anaanza msingi kwa ujumla. Eh, eh, Meserani Project siyo imefanya kazi Meserani tu, kabla hapo diwani nilikuwa nao, lakini nilikuwa nasaidia Moita Kipok, eh, na shule zingine nyingi tu kwa hiyo kwa kweli hata kama mifumo ya serikali ingekuwa ni mibovu, hata hawa hawange kuja kutunga mikono. Kwa hiyo ni, ni kweli kwamba wametukuta tukitembea njiani, wametambua kazi inayofanywa na serikali ya nchi yetu kwamba ni kazi nzuri na ni bora, na hao ndio wakatunga mkono. Tunawashukuru sana na tunaomba tu kwamba huu mpe, mpenyo angalau tuambukize kata zetu zingine, kwa sababu uhitaji wa, ene, na, wa, uhitaji wa jengo kama hili ni muhimu kwenye kata zetu. Thank you so much for the support to our Meserani Secondary School for construction of this dining hall building and the other two dormitories you have built and the, the, the, the buildings are now in use and you have also started to build another dormitory. Serikali yetu ya awamu ya sita inayoongozwa na Mama Samia kwa uanzilishi wa shule ya sekondari ambayo imepelekea wafadhili wa Meserani Project waone kazi nzuri zinazofanyika na serikali yetu, na kuamua kuendeleza maendeleo hayo kwa kutujengea bwalo hili. Lakini mbali na hili bwalo na pamoja na mabweni ambao wametujengea mawili, ujenzi wa bwalo hili umefanyika kupitia wafadhili chini ya mradi wa Meserani Snake Park Project ukisimamiwa na Mheshimiwa Diwani Loti wa kata ya Meserani.